Kuna kuna mtazamaji <coughs> wa Kam TV Tanzania, um, kuna watu inawezekana hata wewe pia unajiuliza kwamba sasa uh, tufanye nini au tuende wapi tu, yaani kitu gani kifanyike, kwa sababu tunaona masuala ya kiroho, masuala ya kiimani yamekuwa mengi sana, na hasa tunapokuwa tunajiuliza maswali kwamba dini ya Kiislamu wao wanajiona wao ni uh, dini ya ukweli, Wakristo wanajiona dini ya ukweli, lakini kuna ambao wanaamini wachawi, wanaamini uchawi, si ndio? kuna ambao wanaamini i mean uh, waganga. Kwa hiyo mambo haya ya kiroho yamekuwa ni mengi sana. Kuna wengine ambao wako makanisani, wako misikitini lakini unaona nao tena kwa waganga. Yaani vurugu vurugu zimekuwa nyingi sana. Labda wewe sasa hapo kama mtaalamu, um, unaweza kushauri nini? Kila mmoja aamini katika kile anachokiamini yeye. Kwa sababu tumeomba si na na, na Mungu ndio. Kwa sababu wapo, wapo, wapo, wapo, wapo, wapo wa Hinduism sasa, wanaabudu ng'ombe. Nakimwabudu ng'ombe wenyewe wanajua wanavyosaidika wenyewe. Wewe kwa imani yako wewe, kama unaamini kwamba mimi nikikaa nikisali nikifuata njia hii Mungu wangu mie ananijibu, fuata hiyo njia njia. Yaani unajua dini sahizi Karl Marx anakuambia dini imekuwa kama ni, ni, ni, ni dini ni dalali kati ya supernatural ambao tunaijua, ambao ni Mungu. Katikati kati hapa kuna dini ambao tunaita kama ni dalali, huku kuna mimi hapa. Umeshanielewa? Hiki, hiki kizuizi cha dini imekuwa kama ni dalali, eti mimi kumfikia Mungu wangu lazima nipitie kwanza hapa, ndipo nimfikie. Akati muda wote hata sasa hivi naweza nika worship kwa Baba Mungu. Naomba nisaidie nifanye moja mbili tatu nne tano. Naomba nisaidie mimi sina hela ya kula au nataka nifanye project fulani. Naomba nisaidie. Direct nazungumza naye. Nazungumza naye kwa maombi, nazungumza naye kwa vitendo, nazungumza kwa kufunga. Na hata ukifunga inaku inakuambia imekuweka karibu zaidi, imekuweka karibu zaidi na Mungu. Kwa hiyo ni kile kitu ambacho wewe unafikiri unakiamini, yani mtu afate kile ambacho nafikiri mimi hiki ndo nachokiamini, na ndo maana ukimkuta mkatoliki kindakindaki, humtoi kwenye ukatoliki. Ukimkuta mluteli, humtoi kwenye uluteli. Ukimkuta mpendekoste ambaye ni mlokole, humtoi kwenye ulokole. Ukimkuta mpagani, humtoi kwenye huo upagani wake, kwa sababu kashikilia kile ambacho anakiamini. Ila mimi ninachokipinga na kitu ambacho nataka watu wakielewe ni kuhusiana na dini. Dini ambavyo imegeuka kuwa biashara, dini ilivyotengeneza hofu kwa watu kwamba usipofanya kitu fulani wewe utananilia. Sio lazima hilo fungu la kumi wewe lipeleke kanisani, wapo yatima, wapo wajane ambao wana uhitaji. Ukitaka kutofautisha hivyo, angalia maisha ambayo anaishi watumishi wa Mungu na angalia kondoo ambao anawaongoza. Yako sawa, watu wameacha kup kuprich ile gospel ambayo inahitajika, lakini people that just preaching the gospel of wealth, watu wanataka kusikia tu utakuwa tajiri unapokea, utakuwa sijui fulani. Na hicho watu wanachotaka, wanachokuhubiri ile injili ya kwenda mbinguni, injili ya kufa, hiyo wahubiri. Lakini siku hizi ta preach the gospel of wealth, kila mmoja anahitaji utajiri. Hapa mimi nataka nikwambie kitu kimoja, imani yako ndio inaweza ikakuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukiamini Umeingia asubuhi kazini, umefanya kazi kwa bidii nini na nini, umehudumia wateja vizuri, unasali, vitu vitatokea mba... lakini kuna kitu ambacho kimoja ambacho mimi kinaniuzi, kwamba watumishi wengi wanachukua wanachukua God's credit, wanachukua ule utukufu wa Mungu. Na ndio maana mtu atapata kitu fulani leo, kesho ataanguka, kwa sababu utukufu ambao alitakiwa aupate Mungu kauchukua mchungaji, kitu ambacho hakijaandikwa kwenye Biblia hakipo. Yaani mtu anampraise ule mchungaji kama ndio mungu wake Mchungaji, mi naomba nisaidie nipate kitu fulani akati. You can go direct kwenda kwa Mungu we mwenyewe direct, unaweza maombi yako ukatuma, kwani utumie dalali? Direct unaweza ukaenda kwa Mungu. Tunapowashirikisha kwa mfano wachungaji, sijui nini na nini, yani fellowship, kwamba let us have prayer charges, yani kwamba mimi chaji yangu ya kiimani ni ndogo, kwa nakuhitaji wewe mchungaji ni kukuchukua mchungaji wa huku na kukuchukua mchungaji wa huku, tukasali kwa pamoja, utanibusti mimi, kwa sababu wewe maisha yako ambayo umeweka umeweka hivi, umeshanielewa hivi. Dini inaweza ikawa ni mfumo wa kiserikali? Hawezi kawa mfumo wa kiserikali hata siku moja mm. Na ndio maana azifungamani. Nguvu ambayo dini imepewa sio nguvu ya, ya kitoto. Leo hii si tunaonaga matamko mbalimbali Ukiona matamko ya maaskofu walaka wa nini, kiongozi unakuta hata rais, unakuta na waita wanakaa, kutokana na nguvu ambayo wale wa koloni wameipa dini. is very powerful stage. Sijaona stage nyingine yenye nguvu kama dini. Sijaiona. Kwa hiyo unaweza kuniambia kwamba dini imekuwa kama mtego kwenye serikali nyingi hapa Afrika. Huo ndio ukweli? Yani huo ndio ukweli yani, kubali kataa, ndio ukweli, kwa sababu kwanza wengi wanajifikia katika kivuli cha dini ametokea huko Zimbabwe huko, na rais mnagangu alikuwa an, an, an, anatoa e, hadhi ya ubalozi tumeona jana Twitter inatokea hadhi ya ubalozi kwa a manabii, balozi namaanisha, kamati balozi, ana diplomatic passport anaweza akasafirisha kago yoyote isipokuwa is, isikaguliwe, asione kama mtu anaweza akasafirisha madawa au akafanya nini, dini hiyo na hao manabii wengi sana maprofeti wengi sana wa Zimbabwe huko wengi sana, watoto wao wa kiroho wako hapo. Tunaona wamefungua makanisa wengi hapa, tunawajia tu sijui wakina, wakina, wakina nabii Clear, sijui wakina pastor Tony, e, tunaona yule ambaye anatembeshaga magari magari ya kifahari yameandikwa dali. Baba zao wa so, kiroho wengi wametokea Zimbabwe. Sasa niulize hao huko Zimbabwe Nendeni jamani, angalieni Al Jazeera, kuna documentary imefanya ndo wanaoongoza kwa utakatishaji fedha. Leo hii unaona watu ni matajiri unaona. ah, jamani huwa anatumia gari ya milioni 500. Jamani, mi hata mwenyesi nifungue kanisa watu waje walete hiyo meme, hazifiki jamani, hazifiki. Kuna behind curtain, kuna vitu watu wanaifanya nyuma. Dini imekuwa kama kivuli. Shtukeni Waafrika, shtukeni eh. Watazamaji wa Kam TV Tanzania, ah, mambo ni mengi kweli kweli. Ah, tunatamani kusikia mengi na we pia unaweza kuuliza swali lako hapo chini unaweza kuuliza jambo lolote lile kuhusiana na mada kama hii ambayo tunaendelea nayo. Na labda kwa kumalizia siku ya leo bado tuna session nyingi. God is dead. Na concept yetu inasema hivyo. Labda tuseme sasa, God is dead unaweza kuambiaje sasa watazamaji wa kumalizia? God is dead ifahamike kwamba ni falsafa yaani wengi huwa wanashtuka kwamba kusema to God is dead kivipi? Mungu amekufa huyu? Uh, anakufuru anafanya nini? God is dead ni falsafa ambayo ilitolewa na Friedrich Nietzsche kwa kuamini kwamba the enlightenment, it has killed God, yaani ule mwangaza masuala ya sayansi na teknolojia yameangamiza dini na maadili, yameua kabisa, na ndo maana kwenye kitabu chake hicho hicho cha the gay science kuna parable of the madman anazungumza, yani kama mwenda wazimu alikuwa anazungumza, Mungu amekufa jamani, Mungu amekufa, utandawazi umemua Mungu, Mungu. Leo hii tuna hizi akili mnemba ambapo eh, eh, ndo akili mnemba za artificial intelligence ambapo Bill Gates amesema, jamani nawapa miaka 50 ijayo tunakwenda kulipoteza soko la ajira kabisa, yaani kila kitu, kwa sababu akili mnemba inakujibu leo hii. Mtu atika, nimeona hata kwenye Twitter mtu anauliza hivi, mimi nikiwa shetani nifanyeje ili kuiangamiza dunia. Mambo ambayo amezungumza mwaka elfu moja mia nane themanini na mbili akili mnemba imemjibu.